Subscribe Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura. Na asante sana ndugu mtazamaji, basi karibu tuangazie habari zetu zilizotufikia hivi leo. Kwa upande wa kiuchumi na kijamii, wanunuzi katika soko kuu linalojulikana kwa jina la kantini jijini Megelegele waomba mapunguzo ya bidhaa mbalimbali haswa mihogo na maandazi ya miradi. Basi kwa undani wa taarifa zaidi, tuungane na mwandishi wetu Halima Sheboge akiwa pale jijini Megelegele katika soko kuu la kantini Halima Sheboge basi tukielekea katika upande wa Wakristo pamoja wa na Waislamu nchini Tanzania, watoa wa shukurani kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma, ambapo mmoja wa wanafunzi katika shule ya wasichana Dr. Samia Suluhu Hassan aeleza suala hilo lilivyokuwa katika shule yake. Tuungane na mwandishi wetu Halima Sheboge kwa undani zaidi.

Kwanza nampenda taarifa habari, nampenda sana Ivona na Kaboji. Mm. Yes, namkubali sana anavyoongea pale na watangazaji wake wengine pale. Ni kitu gani ambacho kinakuvutia kutoka kwa Ivona? Ivona, kwanza nampenda na spidi sana katika kuongea kwake, na kile habari anatoa perfect sana. Yaani kama alikuwa ameweza, yaani kama yaani anavyoongea unavyomtazama, anavyoanza kuongea yaani ananivutia sana, nipo faster sana katika kuitransform ile taarifa habari na kuweza. Yaani ana manage sana muda wake katika kutoa taarifa habari. Ay, sasa hebu soma kama Ivona. Sijaweza capture sauti ya Ivona lakini ioa lakiniuanaosema mi i Asante sana ndugu mtazamaji wetu wa Samia TV, basi karibu tuangazia habari zetu za kitaifa. Ndugu mweshimiwabfza Chilumba, mkuu wa shule ya wasichana Dr. Samia Sulu Hassani, atoa historia fupi kuhusiana na shule hiyo akiwa katika maafali ya kwanza kabisa kidato cha sita pale wilayani Namtumbo mkoani Ruvuma. Tuungane na mwandishi wetu Chafoglipina kwa undani wa taarifa zaidi. <coughs>

Na asante sana, tumepata vima na sisi, Samia Media tunazidi kutakia kila la heri kidato cha 6. Kwa upande wangu Ivona Kabutu, kama unanisikia sana majira haya, ni mwanafunzi ambaye unasoma Dkt Samia, natamani sana siku moja hata niweze kupanda kufanya naye kipindi au hata nimsikie tu akiongea tu hata, hata asipokuwa live, lakini nipate kumsikia tu anavyoiwasilisha taarifa ya habari. Naam, asante sana basi ndugu mtazamaji, karibu tena tuangazie habari zetu za kisiasa ambapo vyama vya siasa vyapiga mbio kuelekea uchaguzi mkuu hapo Oktoba 2025 ambapo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aendelea kutoa wito kwa wananchi wote kujiandikisha katika daftari la mpiga kura kwa ajili ya uchaguzi. Basi ndugu mtazamaji, ungana nami tumsikilize Rais Dr. Samia, Samia Suluhu Hassan akiwa pale ikulu jijini Dodoma suala kuhusu uchaguzi hapo 2025 mwaka huu, ambapo Mheshimiwa Rais anazidi kusisitiza hivyo. Tuendelee kujiandaa zaidi, tukajiandikishe kwa ajili ya kupiga kura. Na ndugu mtazamaji, tukielekea pale katika hospitali ya wilaya ya Namtumbo, ambapo Mheshimiwa Waziri wa afya Jenista Mhagama azidi kutoa msisitizo juu ya ugonjwa wa mlipuko wa homa ya nyani unaofahamika kama mpox. Ndugu mtazamaji, ungana nami moja kwa moja tukapata kusikia kwake kutoka

Ndugu mtazamaji, ni wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusikiliza utabili wa hali ya hewa ambao utaluka hewani jioni ya leo, tutakuwa naye Doris Forest. Asante ndugu mtazamaji katika utabili. Upande wa nyanda za juu za kusini katika mikoa ya unakadiria kuwa na mvua nyingi ikiambatana na upepo mkali. Upande wa kaskazini katika mikoa ya Mwi kuna kadiria kuwa na mawingu, mvua kiasi na nguvu za radi. Upande wa mashariki mwa mikoa ya Mangu kuna kadiria kuwa na mawingu bila mvua. Jioni hii tumalizie na upande wa magharibi na mikoa ya h sambamba na aredi, kuna kadiria kuwa na mvua itakayoambatana na mawingu na nguvu za radi. Na mwisho utabiri wa hali ya hewa mimi jioni hii, ni mimi Dorine Orens kwa Samia TV. Mike dorine Nshukrani sana ndugu mtazamaji wa Samia TV kwa kuendelea kwa nasi ya ki muda huu. Kumbuka, taarifa zetu unaweza kazipata pia kupitia mitandao yakujamii ambapo kwa jina la Samia TV utatupata Instagram na Samii liv zoni katika upande wa Facebook. Na ndugu mtazamaji, huu ni umumishi wa taarifa yetu ya habari, lakini kabla tujamaliza, tuende tupakwache na kigozo cha leo. Bye bye.. Bye. Bye. Subscribe Mzee wa Jimbo TV Sauti ya mpiga kura.